Serikali imetoa hati za makosa kwa kampuni tisini na tano za uchimbaji mkubwa na wa kati wa madini kutokana na wamiliki wa leseni hizo kukiuka masharti ya leseni kama yalivyoainishwa kwenye sheria ya madini. Akizungumza leo Mei 6 2025, jijini Dar es Salaam, waziri wa madini, mheshimiwa Anthony Mavunde, amesema kampuni hizo zinapaswa kujibu hoja ndani ya siku 30 la sivyo zitafutiwa leseni zao. Hati hizo za makosa zimetolewa rasmi kuanzia Aprili kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano na muda wake wa utamalizika Mei kumi na tatu mwaka huu. Ka, amesema kama wanahoja wapeleke majibu yao waya hakiki wajiridhishe na hoja zao wataondolea makatazo kama hawana hoja watawafutia leseni zao kwa mujibu wa Sheria ya Madini sura ya 123 ya utoaji na ufutaji wa leseni za madini na uchimbaji kifungu cha 63 na kanuni zake, ambacho kinaeleza ukipewa leseni unapaswa uanze kazi ndani ya miezi 18. Amesema serikali imetoa leseni kwa wachimbaji wa kati na wakubwa ambazo tangu kutolewa kwake hazijafanyiwa kazi. Amesema zipo kampuni tangu zimechukua leseni mwaka 2011 mpaka leo hazijaingiza hata koleo kwenye eneo miaka kumi na nne sasa hazijaanza shughuli zozote, hivyo hatuwezi kuwa na nchi ya namna hii. Leseni saba tu kati ya tisini na tano ukiziweka pembeni zina mtaji wa shilingi trilioni kumi na tano zimelala. Amesema hawezi kuwa nchi ambayo inatoa leseni kwa ajili ya kuchochea sekta ya madini kukua, halafu kuna watu wanachukua leseni wanakaa nazo hawazifanyi kazi kwa kisingizio kuwa wapo kwenye mazungumzo na serikali na sababu mbalimbali mbali. Leseni za madini zikitolewa zina masharti nyuma yake kwenye ile karatasi, hakuna sharti linalosema mtu ataanza uchimbaji wa madini nchini Tanzania akikamilisha mazungumzo na serikali, hiyo si sehemu ya sharti. Masharti ni kwamba mwombaji anapopewa leseni ni lazima aanze uchimbaji ndani ya miezi kumi na nane, vinginevyo awe na sababu ambazo zimeridhiwa na Waziri wa Madini kupitia Tume ya Madini, vinginevyo unapaswa kuanza uchimbaji ndani ya miezi kumi na nane. Amesema na wale wote ambao wamepata hati ya makosa ambao wamejibu waende na barua ya commitment na kueleza wataanza uchimbaji lini, ambao katika barua hiyo pia ikitokea ameshindwa kukidhi kile alichosema kwenye barua, sheria ifuate mkondo wake, amesema. Kuna vitu kama nchi ni lazima tuchukue maamuzi magumu, hatuwezi kuifanya nchi yetu mtu kama anakuja anachukua leseni alafu akaitafutia mtaji. Sheria inataka mtu yeyote anayekuja kufanya maombi ya leseni lazima atoe uthibitisho wa uwezo wa kifedha na kiufundi kabla ya kupata leseni Sio akipewa ndiyo akatafute mtaji, maana yake atakuwa amekiuka masharti ya sheria kwa kutoa taarifa ambazo si sahihi wakati wa kuomba leseni. Wale wote ambao hawatajibu ndani ya muda uliowekwa, wasitegemee huruma yoyote, na wamekuwa ni mabingwa wa kukimbilia mahakamani kushtaki serikali. Katika hili serikali imefuata taratibu zote kwa mujibu wa sheria inaowataka waliopata leseni wote kufanya uendelezaji wa leseni zao. Sekta ya madini ni kati ya sekta zenye mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa nchi, hivyo shughuli za uchimbaji wa madini huchochea maendeleo makubwa ya kiuchumi. MOHAB TV Dar es Salaam.